bal huwa anfasuna allati tuhsa, bali ni pumzi zetu ambazo zinahesabiwa. wa khutuwatuna allati tusajjal, na ni hatua zetu ambazo zinarekodiwa. wa rasu malina alladhi in inda falan yaud abada, lakini pia ni mtaji wetu ambao lau kama mtaji huu unapopotea basi hawezi kurudi, hawezi kurudi tena inapoingia alfajiri min awal khuyut eh, alfajri khuyut pindi inapotoka inapo, eh, inapo mwanzo au mwanga wa mwanzo kabisa wa alfajiri, yuladul mu'min min jadid, muumini anazaliwa upya tena, anazaliwa upya tena. Eh, fa yanhad min naumihi, anainuka ana, ana, ana au anaamka kutoka katika usingizi wake Bu a kama buitha ili hayati maratan ukhra, kama vile mtu ambaye ame ame, ame fufuliwa tena kwa mara nyingine tena. yaftahu ainei ala nuri sala, anafungua macho yake kwa nuru ya sala. faitathakar anna nur al haqiqi laisa nuri shams, basi anagundua kuwa nuru ya uhakika kweli kweli si nuru ajua peke yake, bal nuru taa alati yudhi'u alqalb qabla an yudhi'a alkawn, bal ni nuru ya taa. Nuru inapatikana katika sala ambayo nuru ile inaingarisha moyo, kabla ni udhi alkaun, kabla ya kungarisha ulimwengu, kabla ya jua kungarisha ulimwengu. Huyu binadamu mini huyu tayari ameshapata nuru katika sala yake. Inapofika wakati wa dhuhuri, fi muntasafi nahar, mchana katikati ya mchana, haithu taibal ajsad eh, wa dhijij alhaya kiyasi ambacho mwili au miili tayari imechoka ime, ime, ime e, na mihangaiko ya kila siku ya kidunia na zogo tafran ya siku nzima. Yaqifu almu'min baina yaday rabbi fi salati dhuhur, anasimama muumini huyu Baina ya Allah subhana wa ta'ala kwa ajili ya sala dhuhuri, amechoka mwili wake, akili yake imechoka katika mahangaiko ya kutafuta kila siku. Wa kaanaha risalatun taqulu lah, kama vile kuna ujumbe unamwambia: ewe muumini, la tansa khaliqak wa wasta mashaghalik. Ewe mumini, mumini usisahau, usimsahau mola wako katikati ya shughuli zako hata kama umechoka namna gani. Farrizqu biyadi, rizqi ipo kwa mikono au chini ya uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wan najahu biyadihi, na hata ufaulu upo najah, uh, kupasi kufaulu kufanikiwa upo chini ya uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, watumaanina biyadihi, hata ule utulivu pia, utulivu ambao anaupata ana mtu upo pia katika, katika mikono ya Allah. Anamaliza sala dhuhuri muumini huyu anaingia katika sala ya asiri, fil asr laysa mujarrad waqt, sala ya asri unapoingia si si muda tu, yani unaona no, tu ni muda tu la, hapana au bali huwa jarasun, jarasun indhara eh, muda huu la asiri ni kama kengele ambayo inatoa tahadhari hmm? inampa tahadhari mwanadamu mu huyu muumini fa yudhakkiru almu'min anna al'umra yamdi. La asiri inapoingia inamkumbusha muumini huyu ya kuwa umri wako wewe muumini unapita, wa anna shams na hakika jua kama unavyonajua, wakati wa alasiri kama tamilu nahwa alghurub, kama vile jua linavyoelekea wakati wa kufanini wakati wa kuzama, kadhalika hayatuna vile vile, maisha yetu maisha yetu taktaribu min nihayatiha, yanakaribia wazi wazi, yanakaribia. Na pengine asiri, jua linaelekea tena kuzama baada ya kuwa jua kali linaelekea kufanya nini? Kuzama na napungua uwezo wake wa kuunguza. Vile vile maisha yetu itafikia mwisho, yataelekea ya wapi? Yataelekea ya mwisho wake. Huna yataalamu lmumin, wakati huo la asiri, mumini anajifunza athabat, kwa kujifunza thabat ana, ana, utaona anauhuisha ana, ana, ana, moyo wake liyasala nafsa, kuuliza kujiuliza ee mwenyewe kuwa madha qadamt na maadha kashart. Muda wa alasiri anajiuliza kwa nini umetanguliza? Mimi nimetanguliza kitu gani? Eh, asubuhi alfajiri, aladhuhuri ila asiri tena, siku inaelekea kuisha, nimetanguliza kitu gani? Na maadha kashart, na nimepunguza kitu gani? Lazima mwanadamu huyu ajiulize kila anapoingia, kila anapoingia la asiri, anavyoona jua linapoenda kuzama ajiulize: jua linazama siku inaelekea kuisha, nimetanguliza kitu gani? Fal maghrib, wakati wa magharibi unapoingia Eh, hina taghrubu shams, pindi jua linapozama yatadhakaru lmumini, ya huyu anakumbuka ana, ana, ana, ana kuwa ana dunia ya kuwa dunia eh, dunia hii ambayo anaishi ndani yake yote, dunia hii itazama, ita, ita, ita, ita, ita, ita kama jua linavyozama itakwisha, kama jua linavyoelekea kuisha. wa anna allail sayughattiha kama yughati lqabru jasad linsan, lakini pia hata, hata, hata, usiku eh, usiku uta, uta, uta, e, upinde usiku unapoingia, basi sayughatiha, utamfunika mtu huyu kama vile kaburi linavyofunika mwili wa mwanadamu. Ametoka katika mchana, giza linaingia linamfunika mwanadamu huyu, eh, linaenea giza na kumbukia kuwa atatoka katika dunia hii, ataingia katika kaburi, kaburi litamfunika. Fal maghrib huwa waktu shukr, inapofika magharibi basi jua huwa ni wakati wa shukrani. Mtu akae chini amshukuru mola wake, wakati ambao muumini atakiwasema alhamdulillah ya rab nakushukuru, e ya Allah ala yaumin mada, kutokana na siku iliyopita fitaatih He, katika ameweza kupata sala alfajiri kwa wakati, amepata dhuhuri pamoja kuwa na mashake na shughuli zake, kasali la asiri kajitahidi kasali na magharibi pia ana, amepata fursa ya kumshukuru Allah subhanahu wa wa wa ta'ala, anaingia wakati wa isha, na wakati wa isha si wakati tu isha. Al-layl madrasatul iman, usiku ni chuo cha iman, chuo cha iman fihi katika usiku huo kuna sakina utulivu. Fihi dua, kuna dua ndani yake e, fihi qiyamul layl, katika usiku huo kuna qiyamul layl e, mtu amke usiku asali. Fihi dam'atun khashi'a, katika usiku mtu amke chozi lake literemke nila, yani chozi ambalo la yaraha ahadun illa Allah, chozi ambalo haoni mtu mwingine isipokuwa Allah jalla jalalu. usiku al-asha huwa katsha usiku, yuallimu almu'min anna arraha alhaqiqiyya laysat fi an nawm, ya kuwa raha ya ukweli haipo tu katika usingizi. La bal fil qurb min Allah ta'ala, bali raha furaha ipo kwa ule ukaribu wa mja na Mola wake. Amke usiku asali, asome Qur'an, qum llaila illa qalila

Safari ya zama ya muda kwa maisha ya mwanadamu, hiya rihlatun min miladin ila miladi, ni safari ya kutoka katika kuzaliwa kwenda katika kuzaliwa kwingine, yani kila siku ni kama vile amezaliwa upya. Min fajrin ila fajr, tokea alfajiri ya leo mpaka alfajiri nyingine. Min dunia ila akhira, kutoka katika dunia kuelekea katika nini, kuelekea katika akhira. kullu lahda hiya kan Fahamu ya kuwa kila muda ambao unaopoteza basi, au kila muda ambao unao basi, ni kanzi, ni kitu cha thamani kwelikweli. Kullu daqiqa hiya shahada, na kila dakika ambao unaiona eh, daqatu qalbi almar'i qa'ilatun lahu anna alhayata daqa'iqun wa thawani, ile hata moyo unapopiga eh, inamwambia mwanadamu ya kuwa kila eh, anna alhayata maisha yote ni daqa'iqun wa thawani ni dakika tu na sekunde chache. Mwisho wa siku mtu ataondoka. wa kullu saa hiya tariq, na kila saa unaiona wewe ni njia ya kuelekea kwa Allah jalla jalalu. Kila muda unaoona wewe, sekunde inapotoka ina, ina, ina, ina, ina basi jua hairudi. unatakiwa uelekee kwa nani? Kwa Allah jalla jalalu. faman dayya waqta ama atakayepoteza wakati wake, faqad dayya hayata, huyu mtu amepoteza, amepoteza maisha yake moja kwa moja. wa man istathmarahu fi taa ama mtu ambaye atakayeuwekeza, uh, katika taa muda wake akauwekeza, uh, katika taa ya Allah faqad shtara bihi janna arduha uh, samawati al-ard, basi atakuwa amewekeza ame, ame, uh, ame, ame katika kuinunua pepo ambayo ukubwa wake ni upana wa mbingu na ardhi. Tunamwomba Allah jala jalalu jala jala atujalie tu miongoni mwa wanaosikiliza na wanaofuata yaliyokuwa mema.